Zikiwa zimesalia siku mbili tu kabla ya Bunge la Kaunti ya Kilifi kumjadili Spika wa Bunge hilo Teddy Mwambire hapo siku ya Jumatatu Juni thelathini. Wakereketwa wa kisiasa wa eneo Bunge la Ganze anakotoka Mwambire wamejitokeza kuelezea kufadhaishwa kwao na hatua wa hiyo. Wakereketwa hao waliandamana mjini Ganze hivi leo kupinga mswada huo kuwasilishwa bungeni. Ganze hai. hai. Ganze hai. hai. Hii impeachment ambayo iko mbele kwa ajili ya Mheshimiwa spika Teddy Mwambire tunataka tuseme kwamba ikome mara moja, na sisi tunaongea kwa sauti moja kama wanaganze. Sisi tunajua kwamba yule ambaye amesimamia vizuri chama chetu na uongozi bora kabisa ni mheshimiwa Teddy Mwambire, katika ile miaka mitano yote ambayo alifanya na mpaka sasa. Na yeye si mtu akupenda maneno, ni mtu akutaka kufanya kazi. Maswala ya impeachment ya mheshimiwa Teddy si mambo ya utendakazi ama matumizi mabaya ya ofisi kulingana na ile picha wanajaribu kuileta. Sisi kama wanachama na wakazi tumeangalia hii picha na tukaionea mbali sana. Mchakato wa kumtimua spika Teddy mamlakani ulianza kwa hoja iliyowasilishwa bungeni na mwakilishi wadi wa Tezo Thomas Chengo. Section 3B of the County Governments Act and Standing Order 59 sub order 3 of the County Assembly of Kilifi Standing Orders

Hoja hiyo ilijibiwa na wakereketwa hawa. Miongoni mwa sababu zilizonakiliwa ni kwamba spika Teddy hafai kuendelea kuhudumu wadhifa huo, ili hali ndiye mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kilifi. Kuna tetesi ambayo mnajaribu kuileta kwamba Mheshimiwa Teddy kwa sababu ni, ni, ni chair wa, wa, wa chama hawezi kushikilia ile ofisi ya nini, hiyo mimi nitaichukulia ni kama porojo tu, maana tukiangalia hata kule yule spika wa National Assembly Moses Wetangula bado ni party leader wa kile chama chake. Tukiangalia pia spika wa Senate Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, ye bado ni party leader wa, wa, wa kile chama chake. Tuna imani ya kwamba hivi ni vita ambavyo ni sisi kama wakazi tunapitishwa na ni mtihani ambao tunapitishwa, tuna na na imani ya kwamba tutashinda. Wakereketwa hawa ambao ni wanachama wa ODM walisema hatua wa hiyo itakuwa na athari mbaya katika chama hicho. Mimi nitakuwa wa kwanza Kujitoa na kujingatua katika hiki chama. Pili, wale wote ambao nimeweza kwenda na kuwafanya waweze kuwa na chama, nitawaongelesha ile lugha niliwaongelesha wakaingia kwa chama, hiyo hiyo lugha nitaiongea kwao na watatoka kwa chama. Na tafadhali. Tafadhali, chama cha ODM. Mko wapi, msioweza kumtetea Honorable Teddy Ngumbo Mwambire? Chama cha ODM kitapoteza watu wengi sana Ganze. Haiwezekani kwamba mchakato ule unaendelea na chama cha ODM kimenyamaza. Sina imani kwa sasa na chama cha ODM, kama mpaka kinara wa hiyo chama bado hajatoa neno kuhusu ung'atuaji wa mheshimiwa spika wa bunge la Kilifi. Hoja nyingine ni madai ya wandani wa Governor Gideon Mung'aro kwamba spika huyo anahujumu mipango ya serikali yake. Wewe ukiwa gavana wetu, tumekuheshimu, tumekuenzi na kwa kweli tumekupatia kura zetu, lakini tunaona ya kwamba sasa hivi mmeanza kuleta shida baina yako na spika wetu wa county assembly. Shida iko wapi? Kulikosekea wapi? Hospitali hazina madawa, mambo mengi yamekosekana. Tuko na project ambazo zimesimama, tuko na maendeleo ambayo tunahitaji mashinani, kama vijana ili tusaidike Mkianza kupigana kule, mnachukua muda mrefu, sisi huku nje tunakosa, tunazidi kukosa kazi. Nikiripotia Coco Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, Rava ya Pwani.